Nikuana, nilikuja mahali hapa moyo wangu unalia sana, unalia sana ndio. Ehe, ni ukasema, uka, ukasema <coughs> wasimame watu ambao hawana watoto, na wewe ulikuwa una mtoto ndio, umehangaika kweli. Nimekaa miezi mitano, sina mimba na dada yangu alikaa kama miaka minne, yaani kwa hiyo ni, ni, roho ambayo ilikuwa inafuata familia, ndio ambebi watoto ehe, ukawa unateseka sana ndio, ehe sasa ukaja ukaniombea, ukasema mzazi wangu alifungwa, ni cheni kutoka kwa mzazi, ndio mpaka kwenu. Ndiyo maana familia yetu sisi tuko watatu tu. Mimi nilizaliwa pacha, pacha angu alitangulia eh, ambaye mimi ni wa mwisho, ndiyo baadaye. Maana mzaliwa wa kwanza mama yangu alimzaa, alimzaa mtoto wa kiume alivyomzaa mtoto wa kiume akakaa muda mrefu kama miaka kumi na saba hajazaa jazaa, ndio akaja sasa akatupata sisi wawili. My God, mwone huyo cheni tv. Nasema wewe, kufanikiwa kwako fuata misingi yetu, na hujui na wetu wanasema tumeokoka, lakini maandiko anasema watu wangu ni watu waliookoka wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Baada ya kukutamkia kwa kifupi, nikaenda nikabeba ujauzito. Daktari alikuwa anasemaje kipindi kile? Ah, sikuenda kwa daktari, lakini ubebi Ndi. Leo una mtoto? Ndiyo, na dada yangu ana mtoto, na dada tena na mtoto.